Krismasi, Tatua Krisi na Daka imekuwa kubwa na bora zaidi. Washindi wanaendelea kujishindia zawadi kemkem kila kuchao. Msimu huu wa Krismasi Tatua Krisi na Daka, tishindie mara elfu tano ya beti yako kila dakika ishirini. Draws, dros inafanywa mara tatu kila saa, mara sabini na mbili kila siku. Shinda instant cash na bidhaa murwa kama fridge, cooker, car wash machine, popcorn maker, blender, microwave, home makeover, jogo wa Krisi, belza, unga na shopping vouchers. Unaweza kuwa milionea kila dakika ishirini. Ni rahisi sana. Ingia kwa Mpesa, weka paybill namba 440440 account Tandao, amount weka kutoka shilingi 20 hadi shilingi elfu mbili. Merry Christmas win big na Tatua Krisi na Daka unaweza kujishindia zawadi nyingi tu ikiwemo jogoo wa Krisi, shopping vouchers na pesa taslim kila siku. Moses Makanga kutoka katika kaunti ya Kakamega ni mshindi wetu wa hivi punde aliyejishindia jogoo wa Krisi kwa kutumia akaunti ni mtandao. Mimi nashukuru tena nimefurahi. Mm -hmm. Yeah. Unaona huu ni jogoo mkubwa sana ambaye Christmas yako imenoga na Christmas yako imeweza kukamilika vizuri. Uh -huh. Kwa yule ambaye anakutazama sasa hivi na, na hajaanza kushiriki unamweleza namna gani? Bidii hata yeye ana nani? Sio mchezo, mchezo ya kufaulu hata yajaribu bahati yake ya Sawa, nakumbuka pia kuna ambayo pia unaweza kujishindia. Mimi nikukutia moyo kabisa, huyu Christmas wacha aweze kukufungulia mlango kabisa ii mamilioni ya pesa ambayo pia inashindaniwa pia. Nakutakia kila heri uweze kujishindia. Sawa sawakwa mshindi baada ya kila dakika 30, nenda bill sufuri 440 440, account name Mtandao.

Yami, namwambia tu waendelee, asikate tamaa, kwa sababu sio mchezo wa kuchezea hati, pengine uta utapata, weka bidii ya na account ni Tandao. Mimi nawaomba waendelee, wajiweke bidii, kwa sababu okay, give up, kwa sababu kwa sababu lazima utakosa, lakini ukiendelea, kwa sababu unaweka ukiendeleaa Tatua Krisi na Daka ni zaidi ya shindano. Shiriki ili ujishindie sasa hivi Msimu huu wa Krismasi, Tatua Krisi na Daka tishindie mara elfu tano ya beti yako kila dakika ishirini. Draws inafanywa mara tatu kila saa, mara sabini na mbili kila siku. Shinda instant cash na bidhaa murwa kama fridge, cooker, car wash machine, popcorn maker, blender, microwave home makeover, jogo wa Krisi, jogoacric, belza, unga na shopping vouchers. Unaweza kuwa milionea kila dakika ishirini. Ni rahisi sana ya Mpesa, weka pay bill number 440440, account Tandao, amount weka kutoka shilingi 20 hadi shilingi 2000. Merry Christmas. Win big na tatua Krisi na Daka.